Ladies and gentlemen, leo tunataka tupime. Mimi ndoto yangu ni kuwa askari. Ndoto yangu ni kuwa mwanajeshi. Sasa huwezi kuwa askari au mwanajeshi kama huna pumzi? Yeah. Kwa hiyo leo tunataka tufanye zoezi la pumzi. Inakuwa ni peace kati yangu na bwana mjeshi mtarajiwa na askari mtarajiwa. Tunapima zoezi la pumzi. Je, nani ataweza kusurvive kwenye maji kwa muda mrefu? Ndoo zimejaa maji. Nani ataweza kusurvive kwenye maji kwa muda mrefu bila kutoa kichwa nje? Tuhesabieni. Moja,